Katika mji mmoja ambao ilikuwa tabia za uongo ni jambo la kawaida. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV, ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuleta istighfari pindi ambapo unasikiliza kisa hiki pia ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare, ili we wakwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Mpenzi mtazamaji, mji huu ulikithiri sana uongo, na ilifikia hatua ambayo mpaka mtu mkweli anaonekana ndio mtu mbaya na mtu muongo ndio anaonekana mtu mzuri. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Sadiq. Sadiq ameenda kinyume kabisa na sifa za jina lake, hana tabia za ukweli wala uaminifu, ni mwongo kupindukia, mpaka ikafikia hatua hawezi kukaa na mke, yaani akioa mwezi mmoja, miezi miwili, anaachana naye. Kijana huyu Sadiq alioa zaidi ya mara tatu pale kijijini kwake, ikafikia hatua wazazi wenye mabinti wanakataa kumwozesha Swadik kutokana na tabia zake za uongo na kutokaa na wanawake katika ndoa. Swadik aliangaika sana kutafuta ndoa katika mji ule ambao anaishi lakini watu walishamfungia vioo, hawataki tena Swadi wamwozeshe. Ni mtu ambaye tabia zake hazisomeki, hazieleweki. Swadi akaamua kufunga safari kwenda kijiji cha jirani, lakini pia bahati nzuri au mbaya, kule habari zake zilishafika za kuwa huyu hakai na mwanamke na mwanamke anayemuoa anakuwa anapitia kwenye mateso, mke anakuwa hana furaha na ndoa yake. Swadiq akaamua kufunga safari nje zaidi ya kile kijiji cha pili na marafiki zake wawili. Huko taarifa zake hazikufika, akaanza kutafuta mwanamke wa kuoa, kwa sababu swadi alikuwa na fedha, alikuwa anajiweza kidogo katika maisha. Na kuna mzee mmoja alikuwa na shauku sana mtoto wake ameshakuwa amwozeshe, kwani muda tu unaisha pale nyumbani, hana kazi yoyote, bora amwozeshe apate mwenza. Na yeye Swadik, so katika kuhangaika hangaika kwake hakika alifika ile nyumba ambayo mzee alikuwa anamwombea sana binti yake apate ndoa. Prosesi zikaanza, mzee akaelezwa, mzee bila kufanya utafiti na kujua asili ya kijana huyu na tabia za kijana huyu, kwa sababu mzee alikuwa na shauku sana ya kumpatia mtoto wake ndoa ya halali. Mzee akajibu posa ile, na Sadiq akasema, haina haja ya sherehe, niozesheni niondoke na mke wangu. Mzee akajaribu kusema itabidi tusherehekee. Sadiq akasema, hapana, lakini pia hata sitaki katika khutba ya ndoa, yaani pale muda unafunga ndoa tuwepo watu wengi mashahidi. Ni hawa hapa, marafiki zangu wawili. Kwa hiyo haina shida, tutafunga tu ndoa ya kawaida, mutanikabidhi mke na nitaondoka naye. Mzee akaona sawa, haina shida, ni mambo madogo tu. Mzee akamwozesha Sadik mtoto wake na wakafunga safari ya kurudi nyumbani kwao kijijini. Kwao Swadik aliingia kwa siri sana na mkewe, akawa anaishi pale ndani hali ya kuwa hajulikani hata na majirani kwamba Swadik ameoa. Maisha ya mwanamke huyu yaliendelea pamoja na Swadik bila Swadik kumwonyesha alama yoyote ya tabia mbaya au tabia zake za uongo uongo na kuwatesa wanawake. Pale nyumbani kwa Swadik kuna mbwa wa ulinzi, yaani mbwa kwa ajili ya kuboresha ulinzi nyumbani kwa Swadik. Yule mwanamke alikuwa anampenda sana yule mbwa na anamhudumia vizuri, anampa chakula, kiasi ambacho mbwa akimwona tu mwanamke ametoka nje ya nyumba, hata kama amfuati yeye, mbwa anasimama, anatikisa mkia, huku kama anataka kubweka, anaunguruma kwa furaha, kwa jinsi ya matunzo anayoyapata mbwa yule kutoka kwa huyu mwanamke kwani amefunzwa vyema juu ya kuwafanyia upole wanyama, arifqu bilhayawani. Mwanamke aliendelea kumhudumia mbwa huyu pindi ambapo Sadiq hayupo, hata kama yupo pale, lakini alikuwa anaendelea kumhudumia na kumtunza mbwa huyu. Siku moja Sadiq karudi nyumbani ni mtu wa tofauti sana, anaonyesha kukasirika, uso umebadilika. Mkewe akamuuliza kuna nini? Akasema, niache kwanza wewe, mwanamke gani? Kuanzia sasa sio mke wangu, ondoka. Yaani tabia zake zile ambazo zilikataliwa pale kijijini zimemkuta huyu mwanamke. Mwanamke ameshindwa kushangaa ndoa yangu haina hata mwaka, naenda kusema nini nyumbani? Naenda kusema nini kijijini kwetu, ambako nimetoka, watu wengi marafiki zangu wanajua kwamba nimeolewa, sasa hivi napokea taarifa hii. Alilia sana mwanamke. Alivyotimuliwa pale, hakuwa na nauli, hakuwa na nyenzo yoyote ya kufika nyumbani, lakini pia hakupewa uthibitisho wowote wa kusema kwamba hii ndiyo talaka ambayo inajurisha na ushahidi wa kuacha kwake, na hakuna jirani yoyote mwanamke ambaye anafahamiana naye, labda awezi kumweleza shida yake ya kuomba nafasi ya kulala na kitu kingine kama vile kula, ili aweze kujipanga mdogo mdogo na kurejea nyumbani kwao. Mwanamke likamjia wazo kwamba, hapa kuna hakimu ambaye yeye anatawalia mambo yote, subiri nikamweleze. Na kweli mwanamke akafika kwa hakimu, akamweleza akasema, nitieni Sadik. Sadik akaitwa fika mahakamani pamoja na wale marafiki zake wawili akaulizwa, je, huyu mwanamke unamjua? Swade kwa uso wa mshangao uliokosa bashasha, Swade alimkana yule mwanamke na kusema sijamuoa huyu mimi. Mwanamke alishangaa sana, akasema yule mwanamke, na hawa mashahidi walikuwepo siku ya ndoa pia walimkana yule mwanamke. Mwanamke alienda pale kwa hakimu ili apate haki yake angalau tu ya nauri ya kurudi nyumbani na apate ile talaka na vile vyote ambavyo vinastahiki kupata apate, ili aweze kurudi nyumbani. Lakini yule Swadik alimkataa na wale mashahidi ambao ni marafiki zake walimkataa pia huyu mwanamke na kusema kwamba hatumjui na wala hatukuwepo katika hiyo ndoa anayoidai. Hakim akamwambia yule mwanamke kwamba hakuna ushahidi wowote ambao unajulishwa kwamba wewe ulikuwa mke wa bwana Swadik, kwa hiyo unaweza tukwenda na kesi hapa, hakuna ya madai ambayo unayadai yule mwanamke alilia, akawa anaanza kunyanyua miguu yake kuondoka. Kidogo ikasikika sauti ya mtu anachekacheka ndani ya wa mahakama. Watu wa kijiji ambao walikuwa wanaifuatilia ile kesi wakajua cheko hilo la mzee fulani hivi ambaye hajielewielewi, wakapuuzia, lakini ule mzee ndani ya mahakama akaomba kadhi, hii kesi kama umekushinda, mimi naweza kutoa mwongozo, uko tayari? Watu wakasema, zogo likaingia pale na kusema, ikiwa kadhi huyu hakimu ameshindwa na usomi wake, yote itakuwa huyu mzee ambaye haelewekwi, mtu kama chizi ambaye amevurugwa vurugwa, vurugwa. Ndevu chafu, nguo chafu, kuche ndefu, yupo yupo tu, ataweza kumsaidia hakimu kweli? Hakimu naye alipata mshangao kidogo, lakini akasema hapana, subiri. Akampa nafasi ya kumsikiliza yule mzee. Akaanza kusema, Mheshimiwa hakimu muongozo nitautoa wa kubaini yale ambayo anadai mwanamke ya kweli ama sio kweli. Ikibainika e, kwamba ni kweli huyu mwanamke alikuwa mke wa Swadi, basi Swadi itamgharimu amlipe mwanamke huyu dinari elfu moja za dhahabu. Mzee alisema hivyo kwa kifua kipana. Swadi akasema sawa, Ikibainika mimi nitalipa. Alikuwa anaamini moja kwa moja hakuna ushahidi mbele yake na hakuna kinachowezekana kwa mujibu wa ndoa yake alivyoifunga kisirisiri. Hili swadi lilimpa nguvu sana. Mzee akaomba tena, Mheshimiwa Hakimu, naomba nimuulize mwanamke maswali kadhaa. Akasema Hivi nyumba ya Sadik unaijua ilivyo? akasema ndio. Je, katika nyumba ya Sadik kuna mbwa? akasema ndio. Aha, Mheshimiwa Hakimu, baada ya kunithibitishia huyu mwanamke kwamba nyumbani kwa Sadik kuna mbwa, basi naomba tutoke, mimi, wewe hakimu awa mashahidi wa sadik na sadiki mwenyewe na huyu mwanamke twende kule tukaonane na yule mbwa. Watu walizidi kushangaa, kwa hiyo mbwa ndo ataongea leo? huyu mzee kweli kavurugwa, chizi kweli kweli huyu. Watu wa kijiji kile ambao wanafuatilia kesi ile walikuwa wanaongea hivyo. Hakimu akasema twende wakafika hadi kule, geti likafunguliwa, watu wakaingia ndani, wengine wanasubiria kesi inavyoendelea nje, lakini wanayasikia yote ambayo yanajiri kule ndani. Kweli likaonekana lile banda la mbwa na mbwa yupo yule. Mzee akasema huyu mbwa ni wa ulinzi hapa na sisi tutakaa kwa ndani ya nyumba, tutamfungulia huyu mbwa. Tukishamfungulia huyu mbwa, ikiwa mbwa huyu atamng'ata huyu mwanamke, basi huyu mwanamke kaongopa na yatawajibika. Lakini huyu mbwa wa ulinzi, ikiwa mwanamke huyu hatong'atwa na mbwa huyu wa ulinzi, basi moja kwa moja huyu mwanamke alikuwa mke wa Swadik. Kwa hiyo, mheshimiwa hakimu, tunaomba tumfungulie mbwa ili aweze kufanya kazi yake ya ulinzi. Maana yake kama yule mwanamke ni mgeni mule ndani, atamvamia atamrarua Akafunguliwa mbwa kufunguliwa mbwa, akawa anatingisha mkia, anamkaribia yule mwanamke, huku anarukaruka rukaruka, mara anapinda magoti, mara anabiringika kushoto kulia, anafurahi, yaani kwa maana kamwona yule mtu ambaye alikuwa anamwekea chakula, anamwekea maji, anamjali anamsafishia banda lake kwa sababu alikuwa amefunzwa ile arif bil hayawani kuwafanyia upole wanyama. Ile mzee ambaye alitamka haya, watu wote wakashangaa, hii hekima namna gani? Hekima kubwa namna hii ambayo hata hakim imempasa ashangae na imemfanya Swadi kuumbuka kwamba ni kweli yule mwanamke alikuwa mwanamke wake, na kwa mujibu wa yale ambayo Swadi aliyakubali kule mahakamani, inabidi ayatekeleze, na mwanamke kesi ameshinda, kutokana na mzee huyu ambaye watu walikuwa wamemdharau kutokana na kuvurugwa na maisha yule mwanamke ikabidi apate zile dinari elfu moja za dhahabu ili aweze kuanza safari yake na kurudi nyumbani. Hakika uongo na uzushi na wanyanyaso ya bwana Sadik yaliishia hapa, kutoka kwa ushahidi wa mbwa kupitia mzee mwenye hekima, ambaye alikuwa anadharaulika pale kijijini. Usimhukumu mtu kwa vile alivyo, na wala usiseme mimi sionekani katika kuyafanya kwako maovu. Unaweza kuja kuumbuka hata kwa kiumbe kisichoongea kikakutolea ushahidi mbele ya kadamnasi ya watu. Mpenzi mtazamaji, ikiwa umepata faida kutoka katika kisa hiki na umejifunza chochote, usiache kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuleta istighfar. Nikuombe pia usisahau kuacha comment kwenye video hii, usisahau kusubscribe ku comment pia na kushare kwa wengine ili waweze kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo tv. Na kufikia hapa, niseme wabillahi taufiq, uhibbukum wa bila hudud wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.